Hujambo na karibu tena. Bado tunaendelea kujifunza aina za hadithi za Kiswahili. Na katika makala yetu ya leo tunajifunza kuhusu hadithi aina ya visasili. Tena usiende mbali, maana yake kufikia mwisho wa makala haya utaweza kueleza maana maana ya visasili, sifa za visasili, umuhimu wa visasili na hata nitakuhadithia kisasili kimoja, maana visasili ni hadithi ambazo hueleza imani ya jamii kuhusu asili au chanzo cha jambo fulani katika jamii visasili. Ndani ya neno visasili, unaona kuna jina asili. Asili ni chanzo, kwa hivyo visasili ni hadithi ambazo zinaeleza vile jamii inaamini, imani ya jamii kuhusu asili au chanzo cha jambo au mambo katika hiyo jamii. Kumbuka kila jamii ina visasili vyake na kila jamii ina mambo ambayo hufanyika pale labda vile wanyama walivyo maumbile ya watu au vitu fulani ama hata kutendeka kwa mambo. Kila jamii inajaribu kueleza, ili kuaje mambo yakaanza kufanyika hivi. Basi zile hadithi ambazo zinajaribu kueleza chanzo ama asili ya mambo yale, ndio tunaziita visasili. Mfano wa visasili tunaweza kuwa na kwa nini twiga ana shingo ndefu. Sijui kama umewahi kusikia ile hadithi kwa nini twiga ana shingo ndefu. Inaaminika kuwa labda shingo yake haikuwa hivyo awali, lakini kuna kitu kikafanyika, shingo yake ikawa hivyo. Basi ile hadithi ambayo inajaribu kueleza kwa nini akawa na shingo ile, ndio inaitwa kisasili. Tunaweza kuwa na kwa nini sungura ana masikio marefu. Ile hadithi ambayo inajaribu kueleza kwa nini sungura ana masikio marefu ni kisasili. Kisasili ni umoja, wingi Visasili tunaweza pia na kuwa kwa nini kobe gamba lililo katika kwa nini kobe akawa na gamba la aina ile na labda sio lile gamba ambalo halija katika katika ile hadithi, basi ni kisasili. Unaweza pia kuniandikia kwenye sehemu ya maoni mfano mwingine wa kisasili ambacho labda umesoma ama umepata kuhadithiwa hapo mbeleni. Sifa za visasili. Sifa ya kwanza huhusisha wahusika wanyama au binadamu. Kwa hivyo ndani ya visasili tunaweza kupata wahusika ambao ni wanyama au tupate wahusika ambao ni binadamu au hata tunaweza kupata binadamu pamoja na wanyama kama wahusika. Sifa ya pili ni za kubuni kama ilivyo hadithi nyingi. Hata visasili ni vya kubuni, si vya kweli, ni hadithi tu za kubuni. Tatu, huwa na mafunzo na mafunzo sana sana katika visasili huhusiana na maadili, ikawa kwamba mhusika amepata adhabu ama ameishia kuwa namna alivyo kutokana na kitu ambacho amekifanya. Kwa hivyo tunajifunza kuhusu maadili na mambo mengine, visasili huwa na mafunzo nne. Sifa ya nne ni kuwa visasili hutumia uhuishi kwa kiwango kikubwa kubwa. Uhuishi ni ile mbinu tunaita tashihisi, ile mbinu ya kuwapa wanyama ama viumbe ambao hawana sifa za kibinadamu sifa za binadamu. Kwa hivyo kama pale mfano, tunaweza kupata twiga akimtembelea labda rafiki yake, alafu kitu kinamfanyikia huko, twiga akizungumza na mnyama fulani. Kwa hivyo wanaweza kuzungumza, uhuishi ule kupewa sifa za kibinadamu. Na sifa ya mwisho ni kuwa visasili hueleza asili sifa tabia au hali zinaeleza asili. Asili, sifa, tabia au hali. Umuhimu wa visasili, kwanza, hueleza asili ya mambo. Tunapata kuelewa, mbona ikawa hivi, mbona huyu mnyama ana maumbile haya, mbona mambo yanafanyika hivi. Hueleza asili ya mambo. Pili, umuhimu wa pili wa visasili ni kuwa huonya dhidi ya tabia hasi kama vile ulafi Ukipewa kisasili sijui kwa nini fisi hutembea akichechemea, tunaelewa kuchechemea ule mwendo wa fisi, vile anavyotembea. Kwa nini fisi akatembea akichechemea? Na ukapewa kisasili ukielezwa kwamba mbeleni alikuwa anatembea kawaida kama wanyama wengine, lakini kawa amefanya kitu y onywa dhidi ya tabia hasi. Umuhimu wa tatu, visasili huburudisha, huburudisha. Nne, hutoa majibu kwa maswali yanayotatiza, tunapata kupata majibu kwa maswali ambayo tunaweza kuwa tukijiuliza kuhusu mambo fulani katika jamii. Na mwisho, visasili hukuza ubunifu. Basi, kama nilivyokuahidi, nitakupa mfano mmoja wa kisasili, na hadithi yetu ya leo ni kwa nini kuku na mwewe ni maadui. Kwa nini kuku na mwewe ni maadui? Sote tunamfahamu yule mnyama kuku, yule mnyama ambaye tunamfuga pale nyumbani, kuku na ambaye hupata watoto, na watoto wake tukawaita vifaranga Natumai pia tunamfahamu mnyama mwewe ambaye pia ni ndege kama vile kuku, lakini tofauti na kuku, mwewe hafugwi nyumbani, hatumfugi pale nyumbani, anakaa mwituni, anapepea kule juu angani, na wakati mwingi yeye huja kuwachukua vifaranga wa kuku. Sasa ilikuwaje wakawa maadui? Inaaminika kuwa kuku na mwewe walikuwa marafiki sana, walikuwa wakiishi pamoja na waliweza kusaidiana wakati kila mmoja alihitaji usaidizi. Wakawa na watoto, kuku akawa na watoto vifaranga wake, naye mwewe akawa pia na watoto wake. Siku moja, mtoto wa mwewe akawa mgonjwa, akaugua maradhi. Mwewe akajaribu kumtibu, kumtafutia matibabu, lakini akawa hapati nafuu. Basi siku moja, mwewe akaamua kwenda kumtafuta daktari mkuu, daktari ambaye alijulikana sana huo mtaa. Yule daktari alikuwa ni buibui. Akamtembelea akamwambia, daktari, naomba uje kwangu umtibu mwanangu, ameugua kwa muda mrefu na naogopa asije akaaga. Buibui na mwewe wakakubaliana kuwa buibui angetembea nyumbani kwa mwewe ili aweze kumtibu mwanawe mwewe. Wakaagana na mwewe akarudi nyumbani ili kesho yake buibui atembee. Siku iliyofuata buibui akaandaa vifaa vyake, dawa zake, na akaanza safari kuelekea kwa mwewe. Njiani alikutana na kuku. Kuku alikuwa na chakura, chakura akitafutia vifaranga wake chakula. Kuku alipomwona buibui alifurahi sana, akajua kuwa vifaranga wake wangeshiba sana siku ile. Lakini buibui akamwomba kwa huzuni, tafadhali kuku, naomba usinile, usiniue, naenda kumwona mwewe, naenda kumtibu mwanawe mwewe. Tafadhali nihurumie kwa leo. Kuku hakutaka kusikia maneno yale. Alimrukia buibui mara moja na kumshika kwa vidole vyake. Lakini buibui alizidi kumsihi, "Tafadhali kuku, nihurumie naenda kumtibu mwanawe rafiki yako." Kuku alikataa kabisa kusikia maneno yale. Akamdonadona yule buibui kwa kidona chake mpaka akaaga. Akawaita vifaranga wake na wote wakasherehekea kumla buibui siku ile. Mwewe naye alishinda siku nzima amemgoja buibui, kwa sababu alikuwa ameagana, angeenda kumtibu mwanawe Jioni ilipofika alihuzunika sana, akaamua kumgoja siku iliyofuata vilevile. Siku nzima buibui hakuwasili. Siku iliyofuata vilevile akamgoja tena, na buibui hakuwasili. Alikuwa karibu kukata tamaa, lakini akaamua kurudi tena mpaka nyumbani kwa buibui ili angalau waweze kuelewa kwa nini buibui alimwahidi angetembea na akakosa kutembea. Alipofika kule hakupata yeyote, akashangaa. Ah, buibui akaenda wapi? Nini kikamfanyikia buibui? Akarudi kwake kwa huzuni. Baada ya muda, mwanawe mwewe aliaga dunia. Mwewe alihuzunika sana. Baada ya muda kusonga, ilibainika kuwa kuku ndiye aliyemuua buibui. Mwewe alipotambua vile alihuzunika na kujawa na hasira nyingi. Alijawa na uchungu sana kwa kuku na kuapa kulipiza kisasi. Alitembea kwa kuku na kumshika kifaranga mmoja na kumuua. Kuku alipojaribu kuteta, mwewe alimwambia kuwa hata angelipiza kisasi zaidi. Mwewe alitoka pale na kumwahidi kuku kuwa kila mara angekuwa anarudia kifaranga wake mmoja ili kulipiza kisasi kwa mwanawe aliyeaga baada ya kuku kumdona na kumuua buibui aliyefaa kwenda kumtibu. Tangu siku hiyo kuku na mwewe wakawa maadui wakubwa. Mwisho wa makala yetu ya leo. Asante kwa kutazama au kwa kusikiliza. Natumai umejifunza kuhusiana na maana, sifa na umuhimu wa visasili. Mpaka tutakapoonana tena katika makala mengine kutoka kwangu, wakati mwema na kwaheri.